uya dawa ya kulevya ambayo ipo katika kundi hili la vipumbaza au vilaza, mfumo wake wa fahamu unafanya kazi chini ya kiwango. Naweza nikatoa mfano mdogo, kama kwa sekunde moja ilitakiwa moyo uweze kudunda mara kumi na tano au mara ishirini kwa sekunde, basi moyo utadunda mara kumi mara tano na kushuka chini zaidi kama kwa sekunde moja ilibidi moyo uweze kudunda mara ishirini na mtumiaji anapoweza kutumia dawa ya kulevya ambayo ipo katika kundi hili la vipumbaza au vilaza, na ni kwa sababu husababisha mfumo wa fahamu kufanya kazi chini ya kiwango, basi moyo ule utadunda mara kumi mara tano kushuka chini, it depends au itategemea na kiwango alichotumia.